wezi uchumi wako katika familia unaregarega, ukategemea utakuwa lili dadi? Ni kudanganyana. Yani we mhamara, hausomi vizuri, mwanamke anataka avae vizuri, mtoto aende shule vizuri, chakula kipatikane nyumbani, lakini mfukoni hamuna hata mia. Halafu nasema amwe lili dadi, lili dadi kwa kifua, kwa matako, kwa kichwa. Kwa nini? Ili uwe lili dadi ni mfuko na wanawake walio wengi sasa hivi yale mapenzi sasa ya kusema tutaheshimu, tutawawa, tutaheshimu wanaume, ili ya kuheshimu wamejikita kuona kwa namna utakavyokuwa vizuri katika habari ya uchumi, jambo ambalo sasa tunatakiwa kujikita sana katika kupambana, kama ulivyoeleza kwamba mwanaume lazima upambane. Sasa mtu anapopambana wakati mwingine, na wanaume tunapambana au wanapambana inafika mahali mtu anapambana, lakini bado hajaweza kufanikiwa, anarudi nyumbani, ana stress, anafika mahali mambo yanamuia, yana magumu, na anapomuia magumu, anaanza kudharauliwa. Bahati nzuri sasa, mwenzake akipata njia nyingine, e, bengine ka uchumi kakapanda kidogo, kwa wanawake hao, akisha pata uchumi tu ukapanda kidogo kuliko mwanamume, basi wewe utakuwa chini yake, yani automatically atapanda juu. Na wewe kwa sababu utaona kuna mahali wingine utabidi uwe mpole sasa. Sasa kama imefikia wakati unatakiwa kulipa ada, anakuambia watoto ada namna gani, unaanza kukuna kichwa eh, eh, stori nyingi na nini, anajikita huku. Ameenda huku, amechukua hela, amelipa. Vyovyote vile, sauti utafanyaje, itashuka lili dadi, hautaupata hilo moja. Lakini kingine wengine wameeleza katika habari ya utandawazi na, na, na, na, na, na, na utamaduni wetu, kuna vitu vimesahulika na vimeanza kupotea kulingana na utandawazi unaoingia. Tumekariri kwamba lazima mwanaume aheshimiwe kiutamaduni, lakini sasa hivi mambo yameenda yanabadilika na, ya kuna vitu ambavyo ili uheshimiwe lazima vi, viwepo vionekane, vikikosekana ndio mwanamke mwanaume unarudi nyuma, lakini kingine ni katika mifumo mifumo ya kisheria, mifumo mingi imejikita katika utetezi kwa wanawake, jambo ambapo mtu unaweza ukawa na kesi yani, una kesi labda, pengine wewe umeonewa, au kuna kitu unakidimandi, labda unataka kwenda mahakamani, lakini bado unakuwa umeshavaa hofu kwamba hapa nikienda na mwanamke atanishinda, unarudi nyuma. Ukirudi nyuma, ndio hapa sasa mwanamke anaonekana kushamiri zaidi. Kwa hiyo kuna haki kuna kuna kuna vitu ambavyo tunavyotakiwa kupambana navyo. navyo, navyo, navyo, navyo, navyo, navyo. Lakini tuje katika mapambano. Sisi tangia huku nyuma tumekalia, yani sisi ni wanaume ni wanaume na wanaume. Wanawake wakachangamka wameshutuka. Wameshutuka. Wakaanza mapambano sisi tumekaa. Mwisho wake tumekuja sasa kunaanza kushutuka kama hapa. Yaani mimi hapa nimeanza kuona maajabu. Tunaanza kuseminishwa kusemenishwa, kwamba sisi sio wanaume. Tumebaki nyuma. Aliyekuwa na serikali yuko nyuma ni mwanamke. Kwa sasa hivi imekuwa vice versa. Tumeshaanza na sisi kusema kwamba ni wanaume, tumekwama wapi? Kuna haja ya kupambana zaidi. Mimi naamini tunaweza. Tunaweza tukipambana. Na kitu cha kwanza ni kupambania uchumi. Kupambania uchumi. Mambo ya kukaa vijiweni, mambo ya kukaa kwenye draft, alafu unarudi nyumbani unahitaji chakula. Unauliza mboga imeletwa na nani? Akikuletea mboga mara mbili mara tatu alafu baadaye ukakuta kuna kipelejea huko, utasema haiwezekani na kuna wengine wamefikia katika hata ndoa. Hawa nini michapuko hii, inaingiliwa. Kuna mwingine anaweza akajua kwamba mke wake pengine kuna mahara anapata kipato hicho ambacho sio halali, lakini kwa sababu anaona mambo yanaenda anafumba macho, nione kama familia itasogea, tunatoboa katika hali ya namna hiyo. Hebu tujirudi na tupambane tusonge mbele.